Hali ya usalama katika mkoa Mwanza imeendelea kuwa shwari na Jeshi la Polisi limeendelea kuimarisha ulinzi na usalama wakati wote, ambapo vyama vya siasa vinaendelea na kampeni za kunadi sera za vyama vyao kupitia mikutano mbalimbali ya kampeni ambayo imeendelea kufanyika katika mkoa wetu hali kwa ujumla imeendelea kuwa salama na bila shaka tunafahamu kwamba mikutano hii ya kampeni inakwenda kuhitimishwa kesho, kwa sababu kesho kutwa ndipo tunaingia siku ya tukio la upigaji wa kura. Katika kipindi hiki tunachoendelea kuhitimishwa kwa kampeni za uchaguzi eh, kuelekea siku ya kupiga kura tarehe 29 mwezi wa kumi mwaka huu. Kwa mujibu wa ratiba ya Tume Huru ya Uchaguzi kwa mkoa Mwanza, kugombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajia kuhitimisha kampeni za uchaguzi kupitia Chama cha Mapinduzi katika mkutano unaotarajiwa kufanyika katika uwanja wa CCM Kirumba siku ya tarehe 28 mwezi huu wa kumi mwaka 2025. Mkoa wetu tayari umeshaanza kupokea wageni mbalimbali mbali, na tunatarajia kusema kweli kupokea wananchi wengi na viongozi wengine na wananchi kwa ujumla wataendelea kumiminika katika mkoa wetu kwa ajili ya kushiriki eh, shughuli hiyo inayofanywa na chama cha Mapinduzi ya kuhitimisha kampeni zao katika mkoa wa Mwanza. Jeshi la Polisi eh, katika kipindi hiki bado tunapenda kuwahakikishia wageni na wananchi wote kuwa jeshi limejipanga vizuri kuhakikisha ulinzi na usalama unaendelea kuimarika katika jiji la Mwanza na wilaya zake zote, kwa sababu doria na misako dhidi ya uhalifu na uhalifu naendelea kufanyika kwa nguvu zote. Askari wa vikosi vyote wameongezewa katika mitaa mbalimbali katika mkoa wetu kwa ajili ya kuzuia na kudhibiti matukio yoyote ya kihalifu yasiweze kujitokeza. Kwa sababu hizo, tunawaomba wananchi eh, watakaokuwa na taarifa mbalimbali zinazohusiana na uhalifu na wahalifu au taarifa zinazoonyesha kuwepo kwa vitendo vya uvunjifu wa amani, basi mara moja wasiache kutoa taarifa kwa Jeshi la Polisi ambapo tumejizatiti kila mitaa, lakini wasiache kutoa taarifa kwa viongozi wa serikali na vyombo vingine vya usalama ambavyo pia viko kazini. Kwa upande wa udhibiti wa doria, Jeshi la Polisi limeendelea kufanya doria pia katika visiwa vyote na mialo yote katika kipindi hiki kuhakikisha kwamba uh, zoezi la uhitimishaji wa kampeni kwa Chama cha Mapinduzi na, na, na, na vyama vingine kama vinafanya maeneo haya basi kuhakikisha kwamba mpaka huko visiwani kunakuwa salama. Doria zinafanyika kwa kutumia boti zetu ambazo sasa hivi tunapoongea ziko majini, kisiwa kwa kisiwa kuhakikisha kwamba kunaendelea kuwa salama. Lakini pia, ndugu waandishi wa habari, tumeimarisha uh, doria za masafa marefu kuimaisha pointi za barabarani, kutakuwa na askari wa kutosha, lakini na doria za magari. Nizidi kuwakumbusha wananchi wa mkoa wa Mwanza kuendelea kutoa ushirikiano. Na ongezeko la askari barabarani na vitendea kazi wala lisiwape hofu ya aina yoyote, badala yake liwape furaha, kwa sababu tafsiri yake ni kwamba ulinzi unaenda kuongezeka na usalama wa watu unakwenda kuongezeka katika mkoa wa Mwanza. Tunataka kuona katika kipindi hiki chote uhalifu wote nadhibitiwa. Katika kipindi hiki tumejipanga kuhakikisha kwamba vitendo vya uvunjifu wa amani vinadhibitiwa mara moja. Kwa upande wa usalama barabarani, Jeshi la Polisi mkoa wa Mwanza linachukua nafasi ya kukungusha makundi yote yanayotumia barabara kuwa na matumizi sahihi na yanayofuata sheria za usalama barabarani ili kuepuka matukio ya ajali. Pia askari wa usalama barabarani wamepangwa sehemu mbalimbali, kazi yao itakuwa ni kuchukua hatua kwa wale wanaovunja na sheria za usalama barabarani kwa makusudi, lakini watakuwepo pia kwa ajili ya kuelimisha makundi mbalimbali mbali, ili yawe na matumizi sahihi ya barabara na kufata alama za barabarani. Lengo kubwa ilikuwa ni kuepusha matukio ya ajali. Niwaombe wananchi wa mkoa wa Mwanza kufata miongozo itakayotolewa na jeshi la polisi salama barabarani, hasa katika swala la misafara. Zile njia ambazo zitakuwa zina magari mengi kwa ajili ya viongozi watashauriwa wananchi watumiaji wa barabara wa kupita njia nyingine ambazo tayari zimekwisha andaliwa. Kwa wanapoelekezwa hivyo na askari wa usalama barabarani, basi wawe na utii mara moja, ili kuondoa songamano ya barabarani isiyokuwa na lazima. Ndugu waandishi wa habari, tunaomba wakazi wa mkoa wa Mwanza na wageni wote wanaoingia katika mkoa wetu kushirikiana na, na jeshi la polisi kama nilivyosema kwa kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu, eh, na kuwa na utii wa sheria pasipokushurutishwa. Askari wetu wako barabarani kwa ajili ya kuelekeza na kuchukua hatua ambapo imeitabidi. Lengo letu ni kuona kwamba tukio hili la kesho na ongezeko kubwa la watu katika mkoa wetu, basi wanakuwepo katika mkoa katika hali ya amani na utulivu wa hali